Nawashukuru sana waheshimiwa wabunge kwa imani hii kubwa mliofanya ya kuthibitisha jina langu. Mwanasiasa huyo anayechukua nafasi ya tatu kwa mamlaka nchini Tanzania ni nani? Mwigulu Nchemba ambaye ni mbunge wa jimbo la Iramba Magharibi mkoa wa Singida, alizaliwa mwaka 1975 na anakuwa waziri mkuu wa 12 wa nchi hiyo tangu uhuru. Alipata shahada ya uzamili ya uchumi katika chuo kikuu cha Dar es Salaam na baadaye shahada ya uzamivu katika uchumi kutoka taasisi hiyo hiyo. Kabla ya kujiunga na siasa, Nchemba alifanya kazi kama mchumi katika benki kuu ya Tanzania. Baadaye alichaguliwa kuwa mbunge na naibu waziri wa fedha na mipango na rais wa awamu ya nne wa Tanzania Jakaya Kikwete. Wakati wa awamu ya tano chini ya rais John Pombe Magufuli, Mwigulu aliwahi kuwa waziri wa mambo ya ndani kuanzia mwaka 2016 hadi mwaka 2018, lakini alitumbuliwa katika wadhifa huo. Alipoingia madarakani rais Samia mwaka 2021, alimteua Mwigulu Nchemba kuwa waziri wa fedha. Mwigulu ni mwanasiasa mwenye sifa zipi? Ni mwanasiasa mwenye haiba iliyojaa utata na historia ya mapambano yaliyowahi kumpandisha na wakati fulani kumshusha. Ni msomi mwenye sifa zote, lakini kwa kipimo chochote kile si mstahimilivu wa hoja za upinzani. Mapenzi kwa taifa lake hayajifichi. Kila utakapomwona ni ama amevalia tai au kitambaa chenye bendera ya Tanzania. Hilo linatosha kuonyesha kuwa anaipenda nchi iliyomlea, lakini upo upande mwingine unaoonyesha huenda anakipenda zaidi chama chake cha Mapinduzi kuliko nchi yake. Mara zote Mwigulu huchagua kutetea msimamo na masilahi ya chama kuliko kukaribisha mawazo mbadala ya kujenga nchi kutoka makundi mengine. Uhasama wake dhidi ya upande wa upinzani uko wazi, aliwahi wakati mmoja kuwaita magaidi. Moja ya kauli tata zaidi alizopata kutoa ni pale alipowaambia wale waliokuwa wakilalamika kuwa maisha ya Tanzania ni magumu, wahamie taifa jirani la Burundi. Tabia hiyo itafanya kuwa vigumu kusaka maridhiano na upinzani na kusikiliza madai yao makubwa ya kupatikana katiba mpya. Kuna lawama pia ya muda mrefu kutoka ndani na nje ya chama chake kwamba kiongozi huyo hutumia wadhifa anaopata kupigia debe maslahi binafsi, ingawa madai hayo hayajawahi kuthibitishwa popote pale. Waliye karibu naye tangu zamani wanamtaja kuwa mtu mkarimu, msikivu, lakini mwenye chembechembe za majivuno. Anapochukua nafasi waziri mkuu, anaweza kumsaidia Rais Samia kutekeleza ilani ya uchaguzi wa CCM kwa miaka mitano ijayo. Anakijua chama chake vizuri, kwa sababu aliwahi kushika wadhifa hadi wa naibu katibu mkuu. Lakini anaijua pia serikali vizuri na utendaji wake. Muda wake mrefu aliyohudumu kwenye Benki Kuu na wizara ya fedha unaweza kuwa na mchango mkubwa katika kusimamia shughuli za serikali. Hata hivyo, hatari iliyopo ni nia na tamaa yake ya kuutaka urais wa Tanzania. Mwigulu aliwahi kutangaza nia ya rais Daniel ndani ya CCM mwaka elfu mbili kumi na tano.